Mwanamume mmoja Kim alikuwa akiendesha gari usiku, mara ghafla mbele ya gari akatokea mwanamke mmoja mrembo sana, jina lake Seojun. Haraka Kim akafunga breki. Seojun na Kim walikuwa wapenzi, lakini ni kwa mwaka sasa wamepoteana. Seojun alipogundua ni Kim haraka akakimbia. Kim naye akatoka na akaamua kumfukizia, lakini alipofika hapa Seojun alikuwa akashampotea. Kisha Kim akaenda klab na kunywa sana kichwani akimwaza Seo Jun, imekuwa ngumu kumsahau. Akakumbuka kumbukumbu mbalimbali mbali walizopitia wakiwa na Seo Jun. Mwaka uliopita ndio walikutana na mrembo Seo Jun, hakika Seo Jun ni mrembo. Walitembea sehemu mbalimbali mbali wakiwa pamoja. Siku wakiwa club, Kim alishinda game ili kumfurahisha Seo Jun. Kwenye michezo ya wapenzi walishikana mikono na kucheza pamoja. Seo Jun alipokuwa hajui kuendesha gari, na Kim akamfundisha penzi lao lilijaa furaha. Siku moja Kim akimfuta nywele Seo Jun, mara akagusa lips za Seo Jun. Akataka kutoa mkono, Seo Jun akaushika na kuusogeza karibu, macho yao yaliangaliana, kisha hisia zao zikawa mahala pamoja, walipigana kiss, na siku hiyo ndipo mapenzi yao yakazidi na wakawa wapenzi wanaopendana sana. Walicheza pamoja kwenye mvua. Siku moja wakafanya ndoa fupi wakiwa wawili, kisha wakavishana pete na kuambiana hakuna kutengana miele kisha baada ya mwezi Kim akapata kazi nje ya mji Seo Jun akamsindikiza Kim akampatia kamera ambayo ina kumbukumbu zao zote za moment walizopitia kisha wakaahindiana kukutana mwisho wa mwezi lakini tokea hapo Seo Jun alipotea mazima na hajawahi kuonekana Kim alibaki na huzuni na alijaribu kumtafuta Seo Jun kila mahali lakini hakumpata kila siku alimsubiri mahali walipoahidiana kukutana. Siku na miezi na mwaka ukapita bila kumwona. Kila siku akilewa, alienda kituo cha polisi na kusema, kuna mtu aliiba kamera yangu, naombeni mnisaidie kumtafuta, lakini polisi hawakuweza kumsaidia, kwani walihitaji kitambulisho cha Seo Jun, lakini Kim alikuwa anajua jina lake tu. Hakuwahi msahau. Kila siku alienda kumsubiri mahali walipoahidiana kukutana. Alimsubiri Seo Jun sana, lakini hakumuona aliishia kushinda club na kulewa kila siku. Leo akiwa kalewa na Kazima akafika Seo Jun. Seo Jun kuangalia kwenye mkono ya Kim aiona pete, hata baada ya mwaka kupita bado Kim anamkumbuka Seo Jun. Akaumia sana, lakini ipo sababu iliyomfanya afanye hivyo. Kabla ya kukutana na Kim alikuwa na mpenzi. Siku moja akaenda kumtembelea Hakuamini alichokiona, akamkuta mpenzi wake yupo na mwanamke mwingine. Machozi alimtoka, aliumia sana. Alitembea usiku peke yake akiwa na huzuni, alihisi ana nuksi. Mara simu ikaita, kupokea, ilikuwa ni simu mbaya, akaamua kuitupa kwenye dustbin. Kesho yake pia kazini akapewa barua ya kusimamishwa kazi, alihisi ana mkosi, aliumia sana. Akasafiri bila kujua anapokwenda. Kisha akaenda kwenye mji mmoja ambapo hapo ndipo alianza ukurasa mpya. Alipokutana na Kim, Kim alimjali pia alimpenda sana. Seo Jun siku akataka kumwambia ukweli wa maisha yake ila akaogopa na kuhisi Kim atamkataa. Akaamua kuondoka kimya kimya. Na hii ndiyo sababu ya wao kutengana kwa muda mrefu. Mara Kim akaamua kuangalia mbele. Akamwona Seo Jun hakuamini. Akafumba macho na kufumbua tena, lakini ni kweli alikuwa Seo Jun. Seo Jun akamuuliza kwa nini alimwacha peke yake ateseke. Seo Jun alilia sana. Kisha Kim baadaye akiwa amechoka akajipumzisha kwa Seo Jun. Leo Seo Jun akapanga kumrudishia ile kamera Kim. Baadaye Kim alikuwa amekaa lile eneo waliloahidiana kukutana Seo Jun. Wakati akipita kumwona Kim, akageuka haraka asije akaonekana, lakini Kim alishamwona Seo Jun. Akaanza kukimbia we, Kim hakukubali, naye akamfukuzia na kumkamata kwa nguvu hadi chini. Polisi wa patrol walikuwa wakipita. Seo Jun alikuwa akitafutwa kwa kosa la kuiba kamera. Wote wakachukuliwa hadi kituo cha polisi. Kisha Seo Jun akaambiwa atoe kitambulisho, Kim harata akanyang'anya na kutaka kuangalia. Kuangalia hakuamini, jina la Seo Jun kwenye kitambulisho lilikuwa jingine. Kim alichukia akaanza kumlalamikia Seo Jun, kumbe muda wote umekuwa ukinidanganya. Kim alikasirika na kusema kumbe nilikuwa najisumbua kukutafuta, akaondoka pale kwa hasira. Seo Jun akabaki ameduaa. Njiani palipopita Seo Jun akajaribu kumsimamisha, lakini Kim hakusimama. Mara pikipiki ikampush vile. Kim kuona vile, haraka akaenda kumsaidia. Baada ya hapo, Seo Jun akataka kumrudishia Kim kamera. Kim, kugundua hivyo, akachukia na kwa hasira, akachukua kamera na kuipigiza chini. Kim akamwambia, mimi nilitaka tu kusikia samahani au unikumbatie tu ili nikusamehe. Kisha Kim kwa hasira akavua pete yake, kisha akaenda kuitupa kwenye mto na kuondoka. Seojun aliumia sana. Akatamani amfate Kim na kumweleza ukweli, lakini akabaki alikia. Akiwa nyumbani, licha ya kumchukia Seojun kwa kumdanganya, lakini alishindwa kabisa kumsahau Seojun. Leo akiwa kazini, kwenye meza ya rafiki yake, akakutana na kitambulisho kinachofanana na cha Seojun. Akajaribu kupiga simu kuona mara Seojun akapokea, lakini akasikia sauti ya mwanaume haraka akakata. Akazani Seo Seojun anatoka na rafiki yake, lakini kumbe alikuwa ni ndugu na Seojin. Kesho Kim akaalikwa na rafiki yake kwenye chakula cha jioni. Alijiandaa na kupiga pamba kali, akajua anaenda kumwona Seojun tena. Kwa sasa akaamua kujifanya kama mgeni kwa Seojun kisha Akafika nyumbani akampa mkono Seojun kumsalimia. Ndugu wa Seojun haraka akawaachanisha mkono, kisha akamuuliza Kim, mbona huna pete kwenye kidoli chako? Kim akamwambia, niliitupa, maana mahusiano yalikuwa feki. Baadaye wakiwa wanakula, wakawa wakipiga stori. Baadaye mmoja akaingizia suala la Seojun kuwa na mpenzi. Seojun akagoma na kusema hana mpenzi, wakasema watamtafutia mtu sahihi. Seojun akakataa na kuondoka pale. Kim alijua kila kitu kwa sababu walishakuwa wapenzi. Baadaye Seo Jun akiwa amelewa alitembea mwenyewe barabarani, kisha baadaye akapanda basi bila kujua anapokwenda. Akiwa kwenye gari alikumbuka Kim alivyomwambia, wasiwe na ukaribu tena na waanze maisha mapya. Alijutia sana, kwani kama angemweleza Kim mapema wasingefikia huku. Alifikiria na kulia sana, kisha baadaye akapitiwa na usingizi pale kwenye basi. Kesho alipoamka akajikuta kalala kwenye jumba kubwa. Alishtuka kwani jana hakujua nini kilitokea. Kutoka kuchungulia akamwona Kim, akagundua yupo kwenye nyumba ya Kim. Alishtuka sana, kisha akakumbuka kumbe jana alilewa hadi akaanza kumtumia meseji nzito za mapenzi Kim. Kim kuziona zile meseji na namba ningeni, akashangaa akaamua kupiga simu, mara mwanaume akapokea, alikuwa ni dereba wa basi akamwambia kuwa Seojun kalala pale kwenye basi. Kim haraka akaenda kufananisha namba ile na ya Seojun, akaona zinafanana, haraka akawahi kwenda pale. Alifika pale haraka na kumchukua Seojun, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Muda wa chai walikaa chini wote, lakini Seojun akamwambia Kim, sidhani kama ni sawa sisi kuendelea kuwa karibu, kwani wewe ulimpenda Seojun aliyekudanganya na sio mimi tena. Kisha akasimama na kuondoka pale. Kim akaumia sana, bado wanapendana ila kuna ukuta kati yao. Baadaye Kim akijiandaa kwenda kazini, akaona mvua imeanza kunyesha, haraka akachukua mwamvuli na kwenda kumpelekea Seojun. Seojun akagoma, Kim akataka kumpeleka nyumbani, akamvuta na kumuingiza kwenye gari. Kisha wakiwa kwenye gari, Kim akamwambia, unajua siwezi endesha gari kukiwa na mvua. Seojun akatoka kutoka, Kim akamzuia. Kisha waliangaliana tu bila kuongea chochote, huku nyimbo zikipigwa. Kisha baada ya hapo alimshusha Seojun nyumbani kwa rafiki yake. Rafiki yake Seojun alipofika akahisi wamerudiana. Kim akasema walikuwa tu kikazi. Kisha Seojun akamwaga Kim na kumtakia safari njema, lakini wakakaribishwa wote kupata chakula cha pamoja. Kim alipowekewa chakula na Seojun akakumbuka zamani alipokuwa na Seojun. Kisha leo akawa amemisi kumuona Seojun. Kuna bag Seojun alisahau akatumia kama sababu ya kwenda ili kumwona Seojun. Alipofika ili aendelee kuja pale, akavunja side mirror ya gari ili awe anakuja kuiripea na kumwona Seojun. Wakati huo Seojun alikuwa anamuona, akaona Kim analeta tabia za kitoto, akaanza kumwambia aache zile tabia anazofanya kwa hasira. Seojun akapiga teke gari la Kim, kwa bahati mbaya pete ikadondaka pale chini pembeni ya Kim. Kim akaichukua na kuiangalia, akashangaa ilikuwa ni pete yake aliyoitupa siku ile. Kumbe baadaye Seojun aliingia kwenye mto ule usiku na kuitafuta mpaka akaipata. Seojun akajishtuka na kuanza kujisachi, mara pete nyingine ikadondoka, haraka akaikanyaga pete. Kim akashangaa, kisha akambeba Seojun na kumtoa pale, kisha akaenda kuichukua pete, ndipo akagundua Seojun bado anampenda Kwani zile pete zote anazo. Akaenda na kumshika Seojun na kumuuliza, kumbe bado unanipenda? Seojun akaa kimya, Kim akazidi kuuliza. Seojun akaona asipomwambia ukweli leo Kim wenda ndo ukawa mwisho wao, haraka akamshika Kim na kumpiga bonge la busu. Kim natoka hapo, ugomvi na tofauti zao zikaisha. Kim akavisha Seojun mkufu aliyoutunza kwa muda mrefu sana, kisha wakaishi maisha ya furaha na upendo usio na kifani. Wahenga wanasema, love may be late but will never die. Sometimes inachukua muda mpata wapenzi kuelewana, lakini mwisho baada ya toe mambo huwa sawa. Basi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho wa stori yetu, naamini umefurahi na kujifunza. Nikukumbushe tu, kama wewe ni mgeni, basi usisahau kusubscribe, maana hapa ndiyo nyumba ya burudani. Basi sina la ziada, naomba nikuage na tukutane kwenye stori nyingine. Bye, bye.